Taalamu wa Young Africans nakuwaje mzee wangu Safi, mambo vipi? kama kawa. Wali nazi bwana. Sio kali, kama kawaida ibana imegusa ikaachiwa mkashinda kwa bao moja kwa sifuri mbele ya uh, tunasema mtani wa jadi. Uh, wameshindwa kusoma kodi wenzao, wanaume walijua wakakimbia. Hawa bahati mbaya walifika hapa, basi tukalifungia. Kwa hiyo mpia uliona ile gusa achia twende kwao striker katili sana, likapiga bao la kiufundi sana ha, kwa kuuibia. Kuna striker mmoja anaitwa Rieti jitu la mtumba lina injury, kwa leo kungekuwa kuna kuna, kuna goli tatu. Kwa hiyo tunashukuru kikosi kimeonekana kime mpira unachezwa, tunafurahi, nimefurahi, washabiki wa pande zote mbili wamekuwa na hamasa. That's all. Okay, na tumeona kipindi cha pili uh, mtani wako alikuwa anafika sana kwenye lango lako, nahisi labda ni ambayo kidogo mgeyumba mge zaidi mgepe, mgeweza kuadhibia au wangeweza kusawazisha. Ni kawaida timu ambayo ikifungwa inajitafuta ili iweze kusawazisha. Namshukuru Mourinho Edina kocha wa Yanga alikuwa stable, akafanya sabu mbili ambazo zimeenda kubadilisha ule mchezo, watu wakatuliza tempa, tulieni, chezeni mpira kama mwanzo. Umeona boli imetembea, tumebuka na ushindi Labda pengine, moja kati ya mpira ambao ulikuwa unabezwa sana ni mpira wa wanawake football, lakini leo mashabiki walijitokeza, ni wengi sana. Unahisi labda ni kiu ya kuweza kupoteza mchezo wa tarehe nane leo ambao ilikuwa ni dabi ya kari ya kwa wanaume? Hapana, kwanza Watanzania wanapenda vitu vizuri. Sasa hivi kunaona improvement team zote za wanawake almost 45, zinaonyesha ah, ah, mpira umempata hamasa kutokana na hizi timu zote za kike, zinaonyesha mpira mzuri, ndio maana unaona hata kama ni bure. Zamani kwa uwezo kuona hivi, lakini leo umeona full house. Watu wanaenjoy, watanzania wanapenda vitu vizuri, walete vitu vizuri watakuja, kusiwa na zile pepetu petu za kupendelea na pendeleana hivyo, eka mpira uwanjani watu wacheze, isiyo tu timu ya baba akisema mnaitika, akisema itika inakuwa sopoa. Na umemwona mpinzani wako jinsi alivyokuwa anacheza na jinsi alivyokuja na mfumo ambao umemsababisha ukaweza kumwadhibu bao moja kwa sifuri. Pengine labda tunaitafsiri mechi hii kwenye ukurasa mwingine tena wa pili, nikna maanisha dabi ya Kariakoo kwa upande wa wanaume. Unahisi labda ni aina ya football ambayo ulikuwa unategemea kuja kuiona kwa wanawake hawa? Binafsi nimefuatilia nimekuwa ni, ni mpenzi wa klabu yangu ya Yanga Queens. Kwa hiyo nilikuwa naona improvement kila siku, kwa hiyo niliamini leo tutacheza mpira mzuri . Though Simba huwa anatukufunga kama la kibao. Lakini niliamini leo chochote kinaweza kutokea. Namshukuru Mungu, mpira mmeuona, si wa kuhadithia, na goli sio la kubahatisha, sio la kubeba, sio la mbeleko, mnaelewa? Watu wamecheza mpira mzuri, tume skoo tumepata ushindi. matumaini yako ni kuweza kubeba ubingwa, kwa sababu uko nyuma kwa pointi saba mbele ya mpinzani wako? Lolote linaweza likatokea. Unajua, kilichotukoa sisi ni raundi ya kwanza, wachezaji wengi wa Yanga walinyimwa vibali wa vilichelewa uh, vi kutoka ndio maana lakini, uh, raundi ya pili umeona, nahisi apoteza uh, mchezo mpaka sasa hivi uh, the next game nafikiri, na jacket au kitu kama hicho. Nafasi ipo japo kwa ufinyu, lakini bado tutaishi uh, mpaka ishe. Hmm, asante sana. Yanga Princess ndo washindi wa kikombe kile cha mama, na umekuja so, mabingwa wa Samia Cup yani ni ma? Alikuwa yupo JKT ambaye ni bingwa uh, uh, alitufunga hapa, nafikiri JKT mechi ya kwanza alikuwepo, Simba alikuwepo nani, timu zote za wanawake zilikuwepo zile the, the top. Sisi ndo mabingwa wao. Kwa which means sasa hivi Yanga katika vilabu vya wanawake Yanga Princess are the best. Okay. Aina ya football ulioona leo ukitofautisha na mechi ambazo zimepita na, na, na ile ms, ule msimu uliopita pengine unahisi labda Yanga wamekuja na, na, na kasi kubwa na ari mpya, au bado kuna maeneo yanahitaji zaidi maboresho? Mpira ndugu yangu ni pesa usoni, wachezaji wamekaa hapo, yaani watu wamesajiliwa kutoka nchi tofauti tofauti. Engineer wamefanya kazi kubwa na kabineti yake, nahisi naona kuna, kuna improvement kubwa zaidi zinakuja mbeleni. Kuna mapungufu tumeona baadhi ya nafasi, siwezi kuzitaja, lakini wao kama viongozi wameziona na zitafanyia kazi. Yanga hii mwakani haikamatiki na mtu yoyote, sio JKT Queens, sio Simba. Yanga itakuwa ya moto kama baba zao mm. Asante sana kwa tetesi zinazoendelea kulingana na tarehe nane ambako hakuna kilichofanyika japo Watanzania wengi sana walitaraji kuona na kutegemea kwamba futboli itachezwa kwa wanaume wewe unaweza kutoa neno gani na maoni gani kulingana na kile ambacho kinaendelea mpaka sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii, na hasa live watu wakiwa wanazungumzia? Asante, swali zuri sana lakini napenda kumkumbusha rais Karia, tunamheshimu, tunampenda, lakini mpira sio wa familia. Yaani asihisi anaongoza familia yake pale nyumbani na kuja tu analopoka lopoka maneno ambayo hayana adabu huwezi kumwambia kiongozi wetu uh, ana mambo ya kitoto na vitu kama hivyo, maana anaongea mafumbo, lakini walalamikaji wakubwa ni Dar es Salaam Young Africans na walioongea walotoa hizo kanuni walotoa hizo uh, matamko ni viongozi wetu. Kwa hiyo awe na adabu anapoongea na watu wazima wenzake hili swala, kwa sababu yeye anaweza kuamua kumfungia kila mtu, atufungie, sio ishu, lakini with the due respect tunamuheshimu afanye hivi hivi anavyofanya, aache mpira uchezwe, asipendelee watu. Kanuni zinatakiwa zifuatwe. Wewe hauwezi from nowhere ukatoka huko, asubuhi, mechi ipo saa nne, unatangaza mechi ipo saa sita, mechi ipo saa nane, mechi inakuwa hakuna, with no reason, specific reason hakuna. Lazima kuna upendeleo wa klabu fulani fulani, watu wanaogopa. Eh, eh, ni mpira, tucheze huu mpira, unaongozwa na sheria okay. Jambo uh, liko kwenye bodi ya ligi, wewe unakuja from nowhere unaweza kuongea vitu kama hivyo, wanataka tuongee tu, tu, maneno machafu watufungie, lakini anachokifanya amekosea. Kama rais amekosea na, anatakiwa tu, uh, tuombe radhi mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans. You cannot disrespect viongozi wetu. Ule ni utoto na ujinga alofanya yeye, ndo mjinga klabu ya eh, Yanga na, na, na, na wakichoka waka, wakaangalia sinema zetu. That is stupidity. Yani he is not, The, the, the final say katika hii nchi aliongea, aliongea, aliongea, aliongea msemaji mmoja wa Yanga alikuwa DC Arusha Jeri Muro, akili ndogo haiwezi kuongoza akili kubwa. Now I trust him, naweza kumwamini maneno yake, kwa sababu yani, how comes unakuja wewe as the father of the family unaanza kuongea udambu, udambu namna ile. Tumechukizwa, hatujapenda alichoongea, ni utoto na ni ujinga. Kama baba akupaswa kufanya vile hilo naweza kusema hivyo. Labda unahisi ni kitu gani ambacho ni cha busara sana kifanyike ili kusudi hicho ambacho kinaendelea kiweze kupoa na amani ya wa watanzania iweze kurudi hasa kwenye soka letu, kivyetu vyetu football hii. Neno na busara ndo tulitaki tunataka sheria zifuatwe, waje na strong reason as why mechi jichezwa, watupe sababu kwa nini jichezwa. Unasema so, ripoti yao rushwa rushwa, a Takukulu mpaka leo siku ya ngapi 4 ya yani tano Takukulu wenyewe wajui kama uko na rushwa. Wewe unaingiliaje mamlaka ya watu yaani TFF wanakoja? Anapata wapi guards za kuanza kuchunguza rushwa kuhusu tarehe kutangazwa? Unaweza mkaingia uwanjani, sisi kama washabiki, mimi kama mwanachama wa Yanga na shabiki, sipo tayari kwenda uwanjani, na tunamuomba rais wetu na makamu wake na ukabineti yake yote wasipeleke timu uwanjani bila sababu za msingi kuletwa. Dabi ishaisha isha, tukutane mwaka ujao dabi ya mwisho ilikuwa hii hapa, hatuna dabi nyingine yoyote. Okay, hongera sana na neno moja labda kwa viongozi wa Simba Sports Club, kwa sababu Tanzania ni nchi ya amani na pia, ukiachana na udabi, kuna amani tunazidi kuitangaza zaidi mnapokutana, ili kusudi amani endelee, na pia mtabasamu kama ilivyo ada kwa Watanzania wote, wajiandae e, uwanjani na nje ya uwanja. Simba wasiete memko memko, yaani walikuwa na injury zao na nini, walijua pale zitajirudia Ndomaana wakaogopa kwa sababu wakipigwa okay, mala t5 mvulizo viongozi waua awanakuambia kufanya ile mazoezi one day before, lakini miaka m niambie, Simba na Yanga nani alienda ya mazoezi kwenye see ingih tulipe. Sasa kwa nini bodi ya ligi nawakumbatia watu? Yaani yule ni mtoto mwisho akilalamika tu anasikilizwa akilalamika anasikilizwa. TFF tumwachoka. Asante sana mzee wangu, nikutakia wakati mwema. Asante. La dakika Helabet inaibua mamilionea wapya. Ni zamu yako na wewe, kwa milionea mpya kwa kubeti na Helabet, na kila ukibeti na Helabet unapata bonus kibao. Sasa unasubiri nini? Bet leo na Helabet, tembelea www helabet co.tz. Bet kifalme na Helabet.